Hawa vijana watatu walitoka walipotoka na safari zao, wakafika mahala, aidha giza likaingia, wakasema sasa, kutokana na hali tuliyotupata, ama mvua labda ilinyesha kubwa sana, wakasema kutokana na tatizo hili, basi tutafute sehemu tujibanze mpaka hili likimalizika, halafu tuendelee na safari yetu. Wale vijana wakatafuta pango wakaingia ndani ya pango walipoingia ndani ya lile pango, Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala akaleta mtihani wake, albalaya. Fahimna, mchangu, mtihani, sasa, wake wala min tahzanu khayran min albalaya fainarenabadaya ndugu changu usibabaike usihuzunike kutokana na balaya si mtihani mitihani moja anasema maneno haya. Sasa Mwenyezi Mungu akateremsha mtihani wake kwa wale mabwana watatu. Lilitoka jiwe juu likaja likazimba pale mahala walipoingilia ule mlango, walipoingilia wale vijana watatu, lile jiwe likazimba pale, na ni jiwe kubwa, haiwezekani. Hata kama watu wako ishirini au thelathini kule kulijanjua lile jiwe, haiwezekani. Wale vijana walipoona ule mlango walimoingilia umezibwa, basi wakasema inna lillahi wa inna ilaihi rajiuna. Sisi sasa ndo mwisho wetu, umeishia hapa hapa, tutakufa tunajiona kila mmoja sasa akae asubirie kifo chake tu, lakini mmoja katika wale vijana watatu alikuwa na ibra, alikuwa na mazingatio, anafahamu kabisa Mwenyezi Mungu akasema, la taqnatu min rahmatillah, msikate tamaa kutokana na rahma za Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Alikaa kafikiria, akawaambia wenzake, jamani, asikilizeni hapa, sisi hapa hatuna ujanja, la haula wala quwwa, hatuna nguvu zozote wala hatuna hila yoyote ya kufanya hapa. Kitakachotusaidia sisi kila mmoja aangalie ni amali ipi aliyoifanya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu peke yake, halafu aiapizie hiyo amali aliyoifanya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Hiyo ndio nusura itakayotunusuru sisi kutokana na mahuni mtihani liopata huu ni mtihani tu. Mwenyezi Mungu akatushushia mtihani makusudi, atuangalie tutafanya kitu gani. Basi wale vijana watatu, mmoja alikuwa ni tajiri wa mifugo, alikuwa anakamua, alikuwa ni tajiri wa mifugo, ama alikuwa na mifugo yake anakamua maziwa. Lakini alikuwa pili, alikuwa ni tajiri, alikuwa na kampuni yake, aliwaajiri wafanyakazi watatu, alikuwa ni kijana tu. Sasa katika hao watatu wote, tuanze na yule kijana yule. Yule kijana ye alikuwa na binti wa ami yake binti wa baba yake mdogo ama baba yake mkubwa. Ni binti mzuri, alikuwa anampenda kweli kweli na anamtamani kila siku, na alikuwa anamtaka afanye uchafu na yule binti wa ami yake. Kila akimwambia yule binti, alikuwa ni mcha Mungu, anamwambia hapana, inna Allah haramaha wa yuzimu bil haram, haiwezekani. Kama unataka fata taratibu. Yule bwana kila akijaribu kumkumzii yule yule binti, lakini binti anamsimamo wake kule, yule ni mcha Mungu. Sasa ilifikia siku moja mule binti yeye, ameachiwa watoto, yuko peke yake, yendo akatafuta chakula ndo ajawalishi wadogo zake. Wakati huo amekosa chakula, hakuna hata chembe ya chakula na laimwao, akasema ngoja aende kwa mtoto wa ami yake, ili akapate angalau msaada wa chakula. Alipoenda kwa ile kijana mtoto wa ami yake, nimekuja ndugu yangu, nisaidie chakula, wadogo zangu hawana kitu chochote leo. Ile kijana akaona hapa sasa ndio nimepata Akamwambia, hapa sasa umejileta wewe mwenyewe. Sasa hicho unachokitaka mimi sintokupa mpaka utekeleze kile ambacho ninachokutaka siku zote, ukitekeleze ukitekeleza, basi takupa chochote unachokitaka sio hiki chakula tu. le binti akakataa, akakataa lakini si chokote, akata, akafikiria yule kijana, naye akaweka msimamo wake, siwezi kukupa chochote mpaka ulipe kile ninachokuhitaji siku zote. le binti akakaa, akafikiria mimi kama sijafanya hivi, ndugu zangu watakufanya Basi, basi akaamua hivyo hivyo kishigo upande, akamwambia haya, nimekubali fanya unachotaka kukifanya. Yule bwana akafanya maandalizi ya kitendo kile kichafu, wamefika mpaka wamemkurubia yule binti, kafika mpaka kwenye mapaja ya yule binti. Yule binti pale pale akamwambia yule kijana Ittaqillah, akamwambia mche Mwenyezi Mungu, muogope Mwenyezi Mungu wala usiivue pete isipokuwa hiyo pete unayotaka kuivua kuivua kwa sheria. Alipiga ile pete, maana yake unataka kuingia pale mahala, usiingie bila kuingia kwa sheria. Yule kijana aliposikia tu Ittaqillah, muogope Mwenyezi Mungu, basi pale, pale pale roho yake ilitetemeka, mwili mzima ukafa ganzi. Yule bwana nguvu zote zilimuisha pale pale. Akarudi taratibu akavaa nguo zake, akaingia ndani, akachukua kila alichokitaka, yule binti akampa, kisha akamwambia, wallahi la aqulu laki baada hadha al-yawm, sitokuambia chochote jo, katika haya nayokuambia, siku zote baada ya siku hii. Nenda na muda wote ukija na haja zako njoo uchukue, lakini sitokuambia chochote katika hicho ambacho ilichokuwa nakutaka siku zote. Ameambiwa ittaqillaha, muogope Mwenyezi Mungu yule bwana katika lile pango akasema, ya Rabbi, ilikuwa na nguvu zangu, ilikuwa na uwezo na nilifikia mahala pazuri tu wa pa kuliendea lile jambo, lakini niliposikia ittaqilla, nikakuogopa wewe. Sasa kama kile kitendo nilikiacha kwa ajili ya kukuogopa wewe, mola wangu, basi tuondoshee huu mtihani, tupate katika hili pango. Anamaliza kusema yule kijana, lile jiwe hivi li, likapasuka pa, lakini hakuna nafasi ya kuweza kutoka ila kwa nje wanaona kidogo kwa nje yule tajiri ambaye alikuwa na kampuni yake aliwaajiri watu katika ajira yake. Wale walioajiriwa na yule bwana kila mmoja alichukua mshahara wake. mmoja katika wale wafanyakazi akao ameacha senti yake kidogo kwa yule tajiri akaodokazan. Sasa amekaa muda aliokaa huko ubani kwake, siku moja naona ndo amekumbuka sasa, mimi mahala fulani kwa tajiri fulani niliacha pesa yangu kidogo. Akaamua arudi akaifate ile pesa yake au iache kwa yule tajiri huyu tajiri naye baada ya kuona huyu bwana ameondoka, ameacha pasenti yake umu wangu, sasa hii pasenti siyo ya kwangu na sitaki kuichanganya na hisi za kwangu, nitakuja kuharibu kila kitu. Naye alikuwa ni mcha Mungu, akahifadhi ile pesa, lakini akaona ngoja niendeleze hii pesa. Akanunua mfugo mfugo moja, akanunua wa pili, wakaanza kuzaliana, kuzaliana, kuzaliana mpaka wakao wale wale mifugo ni jamu afiru ni kusanyikwa na mifugo wengi wengi ana mazizi ya mifugo. Ndio bwana amerudi pale kwa tajiri, anamwambia bwana, kuna kiasi changu kidogo kudilikia cha hapa sasa, nimekifuta ndio bwana akamwambia, twende nikakupe. Wakatoka pale, maana yake pale mjini tena haiwezekani, wale mifugo wakaa pale ni wengi mno, wakachukuzana hatua nyingi tu, anafika mahala, anamwambia bwana, ile elfu kumi yako uliyo acha. Ndio hapo anaonyeshwa mazizi na mazizi ya mifugo, akamwambia, usifanyie masahara usijakuachia huu um, mzigo nahio wa mifugo ikuachia pesa yangu ndogo tu. Ile tajiri akamwambia akamwambia, bwana kile yako, akamwambiabna mimi nimenunua mifugo awa o hawa mifugo ni wako wewe, mimi sina haki hata moja katika hawa mifugo n mimi nawewe ndugu yangu, siam ameacha mtu alichokiacha, halafu ukapata hazina ya aina hii sana sana wazee, unaweza akija ukamwonyesha mbuzi tano, hao bwana, ndio mbuzi wako, lakini wale wengine wote wakafanya nini? Wakaficha kule. Huyu tajiri anamwambia hawa wote ni wako, wa kwako, chukua usiache hata moja, kwa sababu ni hata yako. Yule bwana alikomba ile mifugo yote, hajabakisha hata moja, na wala huyu tajiri hajalalamika. Huyu hata shukrani hana bwana, imemlelea au mifugo yake mpaka leo, lakini anaondoka, hata hajaniachia chochote. Kwa sababu anajua sio vya kwake, anaondoka navyo vyote vile bwana ile tajiri katika lile pango akasema, la rafiki, siku ile nilikuwa na uwezo wa kumrudisha rafiki yake toka kwa zake, lakini nilipoogopa wewe, kama nilifanya lile jambo kwa kuogopa wewe, ndio kutoshe huko zake na kupata katika lile pango ile kwa mara pili, nikapasuka nikatokea nafasi, lakini kuweza kutoka haiwezekani. Wakati wa mbona huyu watatu huyu, alitoka siku moja katika shughuli shughuli zake za kutafuta maisha, na alikuwa na ada ama kaida kila siku jua likizama, anakamua mifugo yake. Maziwa ya kwanza kabisa kutumika, kwanza anahakikisha akawapelekea wazazi wake waanze kutumia, alafu baada ya wazazi ndio familia zake. waqala rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsana. Bwana alifahamu hili, alifahamu umuhimu wa wazazi wawili. Sasa siku moja ameenda katika, katika, katika mishughuliko yake, bahati mbaya akachelewa. Amekuja kukamua yale maziwa, anayebeba yale maziwa kwenda kwa mzazi wake, kwa wazazi wake, anakuta wazazi wake wamelala. Si heshima kwa kuongea wazazi wakiwa wamelala. Yule bwana kwa kuchunga heshima ya wazazi wawili, wakati amezingirwa na watoto wanalia, tunataka maziwa, tunataka maziwa. Yule bwana akasema, ntasimama hapa hapa mlangoni, sitowaamsha mpaka pale watakapozinduka wazazi wangu wawili na nyinyi wanangu, nyinyi lieni, kupigeni kelele, usingizi utakukamateni, mtalala, lakini si thubutu kukupeni maziwa kabla sijawapa wazazi wangu wawili. Mpaka wanaamka asubuhi, wale wazazi wanamkuta mtoto wao yuko mlangoni. Allah subhanahu wa ta'ala, ule bwana katika lile pango akasema, ya Rabbi, kama mimi nililifanya lile swala kutunga heshima za wazazi wangu wawili magwe, nololol, kwa sababu wewe ulionielekeza nifanye hivyo kama nilifanya hivyo kwa ajili ya kutaraji malipo kutoka kwa wewe basi naomba tuondoshee huu mtihani uliotupata huko ndani. Ili jiwe likapasuka lote, ikatokea nafasi ya wale ambao wanataka kutoka, wakatoka wakiwa salama salimini, wakaendelea na safari yao. Kilichowasaidia ni kitu gani? Ni zile amali zao lakini walizozifanya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala.